<laughs> Wa, wow! Karibu sana kipenzi. Asante sana mpenzi wangu. Vipi hutoka hapo, hali ya yao ilikuwaje? Hali ni shwari kama siku zote. Vipi na nyie, mnaendeleaje na mmeshindaje? Sisi tunaendelea vizuri kama ulivyotuacha. Uh, Shazma, unajua nilivyokuwa natokea pwani, nimejifunza kuwa mapenzi sio maneno tu, bali ni matendo yanayoashiria upendo baina ya watu wawili. Kwa hiyo hii zawadi niliyokuja nayo ni ishara ya upendo wangu kwako. Mvuvi, Mvuvi. Mvuvi Kwanza mjomba, nashukuru kwa kuitikia wito wangu na malalamiko nimepewa. Unajua mjomba, sisi wanaume tupo kwa ajili ya kutatua matatizo numura ndoa zetu katika familia yetu na kuongoza. Sisi wanaume ni vichwa katika familia. Nadhani mjomba, nanyelewa imepewa malalamiko na biaisha Aisha amekuja mjomba. Samahani sana na kuheshimu sana na hakuna hata siku moja nataka kuvunja heshima yako, kama uchunitia ya hapa ni kuhusiana huyo Aisha, naomba niruhusu niondoke kwa sababu huyo mwanamke amenikosea sana mjomba, na sio mimi tu, kaifedheisha sana familia yangu. Nilikuwa namuona Aisha ni mwanamke, kumbe ni binadamu tu mwenye jinsia ya kike. Kwa hiyo mjomba, kwenye hilo siwezi kukuelewa mjomba. Unakumbuka awali nilichokwambia, sisi ni wanaume, natakiwa tutatue changamoto za maisha hii migogoro ya ndoa zetu na familia zetu. Kwa nini ushindwe kufanya hivyo? Hata kama mjomba, ulishasema mimi ni mwanaume, kwa hiyo nina haki ya kuheshimiwa maamuzi yangu. Kwa hiyo mi kwenye hilo mjomba, utanisamehe tu, sitaki kusikia chochote kuhusiana na Aisha. Utanisamehe sana mjomba. Namshukuru Mungu, umeendelea vizuri. Ila bado sijakuwa sawa. Basi usijali, utakuwa sawa kabisa. Hata hivyo, nimekuletea dawa. Asante sana mama. Hiyo hapo dawa, mama, nimekuletea mm. Jinsi ya kuitumia kwake, utakuwa ukichemsha maji ya moto Utatia vipande viwili vya jani au vitatu, hakikisha maji yasipoe, uyanyue akiwa ya moto. Utaendelea kufanya hivyo mpaka utakavyoona mabadiliko kwenye mwili wako. Sawa sawa mwanangu, mi nashukuru sana, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akuzidishie kila la heri na pia Mungu akuzidishie moyo wa huruma na upendo. Kwa kweli una huruma sana na unanipenda sana So, maana hata na mimi nakupenda sana mwanangu. Siwezi nikakufananisha na wengine wasioeleweka kama huyo mwingine, sio ndo nani anaitwa, sijui Aisha, anakuja kierere tu kuja kujipendekeza hapa kwangu. Simpendi huyo mtoto sitaki hata kumuona. Yaani simpendi kutoka moyoni. Alikuja hapa eti anajipendekeza. Mara au mama, sijui nikukorogee uji. Mara sijui ni mama, unajisikiaje sijui nini. Sitaki. Yaani kwanza nilivyomnanga mpaka amejiona yeye si kitu, yaani amejiona takataka kabisa, maanake sijambakiza. Oh, karibu, karibu Aisha, karibu kaya, karibu sana Asante. Bi Aisha kikao chetu, umechelewa. Nimwita wanakai hapa kwenye naye kumweleza maramiko yako, lakini huyu bwana nilipomwelezea shida zako alishikwa na jaziba na akapanda na hasira sana, akasema hataki kusikia taarifa kuhusu wewe, akanyanyuka akaondoka zake kwa hasira. hivyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa mjomba, mimi nifanyaje ikiwa aya mategemezi yangu ya mwisho? Kusema kweli, mimi kainampenda sana na mpaka kusaivi siyatuneu. Kama wewe mjomba wangu umeshindwa kuongea naye na mimi nimeshashindwa tayari, mjomba, mimi naomba unisaidie sana ugeni kama zamani, maisha yaendelee micji, tunapogombana mjomba. Nimekusikia, nimekuelewa. Unajua bi Aisha, sisi wanaume unapokuwa na hasira ja wake kubwa ni muda. Tumpe muda, hasira zitamwisha, nami nitamwita, nitakaa naye, mambo atakuwa sawa. mimi lakini, samani kwa usumbufu na pia nikamini sana kama ni basi, ngoja sawa. Bi Aisha, mimi nashukuru, naomba nisalimie. Nyumbani salimie bibi, karibu tena. Aisha, kilichokutoa ndani kuja kukaa huko nje ni kitu gani? na wewe unaona saa hizi ni usiku. hmm? ah, sababu ni nini? Bibi, hmm. Nahitaji kupata usingizi ikiwa mpenzi wangu saa hizi amebadilika? Yaani kusema kwa mimi nimeshazoea kumwona hapa nyumbani anakuja, tunacheka tunashinda pamoja tunakula, lakini sasa hivi imekuwa tofauti nikweli Aisha, mninajua ni, ni mambo mengi unayopitia sasa hivi, uko kwenye wakati mgumu sana, lakini sio ndio ukae nje ivi. Leo au kesho ushapata jambo baya, wanategemea na kijiji, mimi watanyonaje? Mimi si watanyona mimi, sina takili sikuangaliwe, mh eh? Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Kukaanje ndio kumaliza tatizo? Kaa ndani ufikie mawazo yako, ujue kina kipo wapi. Hebu ingia ndani bwana. Sawa, nimekuelewa

Licha ya yote nilofanya, kazi bule na akanipelekesha kamsukule kwake. Nilijishusha sana, ila kumbe sina maana. Nilipenda nisipopendwa, kumbe mapenzi ni machungu na msemi. Nilipenda nisipopendwa, mpenzi wangu. Yani, kila kukipambazuka nazidi kukuona mpya, yani unazidi kunawiri ah. Na macho yako sasa ni kama moto unaochoma taratibu bila kuniunguza. Bwana, nakupenda sana Shazma <laughs> ah. Najihisi raha sana kuwa na wewe mpenzi wangu mm. Aibu ya nini sasa baby? Kwani hujanizoea sasa baby? Najua umemisi Asimu mambo yetu ale, mambo yetu ya kwani. Kwa hiyo leo nakuahidi, jioni naporudi nakuletea dume la samaki mm. samaki dume mm. umu <laughs> <laughs> yani unakula siku mbili nakwambia. Hata hivyo, hali ya hewa naona ni shwari, lazima utapata samaki mkubwa. Nitakula leo na kesho eh. Lazima uenjoy mpenzi wangu haswa eh, sasa kuwa uhuru. Kama kuna zawadi nyingine utaka uhitaji niambie. Unajua zawadi nyingine ni nini? Ni mm ni wewe hapo. -hmm. <laughs> ah, mpenzi ni maisha mimi, ni wako, tayari kuwa uhuru, una mamlaka yote juu yangu, sawa? Basi ndio hivyo tu, mimi naridhika Nakupenda, nakupenda sana. Joto lako linanifariji sana, Shazi tamani <laughs> oh, acha basi haya. ah, baby, we oh, unaweza ukatangulia, alafu mi naendelea na shughuli zangu. Basi sawa, ngoja mimi niende nyumbani. Sasa kuwa makini, uko njiani kuna wachuuzi kwa sana, unajua tena, wanaweza kudonyoa donyoa. Yeah. Sawa, kwa makini. Pega bila shaka. Haya, bye. Nimependa ninapopendwa. Kume mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa ninapopendwa. Kume mapenzi ni matamu na msemi. Ameridhika nami. Siri. Siri ni nguzo na ni kinga kwa mjinga yeyote yule asiyejitambua. Siri umfanya mpumbavu ujiona yuko nuruni, ile hali yuko gizani. Usaliti, maumivu ya usaliti ni makubwa mno. Ni bora uchukue kiwembe na umchane mtu katika ngozi ya mwili, maumivu yake yataisha, lakini maumivu ya usaliti upenya katika damu ya mwanadamu hupitiliza mpaka katika moyo, na uhisi makali sana. Na kuna baadhi ya watu huamua kuchukua maamuzi magumu, wengine hufikiria kujiua, na hata kwenye somo hivi Kai, wewe ni ndugu yangu ambaye nakuamini sana, na mara kadha wa kadha nakuuliza kwamba kuna shida gani baina yako wewe na Aisha lakini siku zote unanipiga chenga na kuniongopea, kumbe una unamsaliti Aisha na kibaya zaidi unatoka na rafiki yake. Hii maana yake nini? Kwa hiyo shida yako ni nini haswa? Kama mi namsaliti Aisha wei, nakuuma nini? Wewe uko serious kweli? We kunijibu mimi hivyo, yaani urafiki na udugu tuliokuwa nao mimi na wewe, wakunijibu we majibu ya shombo kila siko? Hebu fikiria kwa mfano, wewe sasa ndo Aisha angekuseti na rafiki yako wa karibu, ungejisikiaje? Siku wewe ndugu yangu, we inakuma nini? Ndio nimsaidie Aisha sasa. Unaamuaje? Unataka nini? Sema wewe. Ni ujinga. Ujinga gani? Sasa karibu shemeji. Kai, mbona unakuwa hivyo siku hizi eh? Hasa hivi umekuwa mtu wa kunikwepakwepa kwa mara kwa mara, sijajua mimi tatizo ni nini. Basi kama kuna tatizo nimekufanyia, naomba uniambie tu, kuliko hivi unavyoendelea kunifanyia Kai. Kusema kuwa unanisikitisha sana mimi, nilishazoea zamani unakuja nyumbani, tunacheka tunafurahi pamoja lakini sasa hivi kila kitu kimebadilika. Narudia tena, kama kuna mahali imekukosea naomba uniambie mimi nijue, ili e, nijue na kuomba vipi msamaha, kuliko hivi kinachoendelea kusema. Kwa nini mimi unaniumiza sana? Hata ambao unaongea nayo unabaki unaniangalia tu eh? Wako usinishike mimi. Shemeji, pole sana, lakini usijali, mimi nitazungumza naye kila kitu. Ni rafiki yangu wa karibu sana, uliawezi kunipinga. Ni msongo tu wa mawazo ambayo yuko nao.

<laughs> Wa, wow! Karibu sana kipenzi. Asante sana mpenzi wangu. Vipi hutoka hapo, hali ya yeo ilikuwaje? Hali ni shwari kama siku zote. Vipi na nyie, mnaendeleaje na mmeshindaje? Sisi tunaendelea vizuri kama ulivyotuacha. <laughs> Uh, Shazma unajua, nilivyokuwa natokea Pwani nimejifunza kuwa mapenzi sio maneno tu, bali ni matendo yanayoashiria upendo baina ya watu wawili. Kwa hiyo hii zawadi iliyokuja nayo ni ishara ya upendo wangu kwako. Asante sana mpenzi wangu kwa kunijali. Ndio maana kila siku najitahidi kukupa furaha, kuutunza uzuri wako na kukujali pia, japo kuwa hakuna kitu chochote chenye thamani zaidi ya upendo wako kwangu. Nakupenda sana Shazma. Nakupenda pia Kai, na nakuahidi nitakuwa mke bora kwako na nitakuwa mama bora kwa watoto wetu. <laughs> Hata mimi pia nakuahidi nitakuwa mume bora kwako na nitakupenda milele daima. lio ungekuwa mtu gani hapa duniani, lakini sinabudi kufanya maamuzi haya, bali ni maamuzi magumu sana. Lakini huenda ungenihukumu kwa maamuzi yangu, ila sina cha kufanya kwa sababu ya haya maisha yangu. Chaguo lingine ni hili tu.

Ah bana mada ah, -sa -sa mi najua wale watu zako wamekuja tu mara moja na kuondoka etima si, nakuja kunieleza kwamba umekubali kuolewa? Nimeolewa, niolewe nini? Kwani hujui mimi nimeshaolewa tayari? Kumbuka, hii ni bili ni ni tuna milioni ishirini inaingia ina ina ina ina kwenye akaunti yako cash, suruali mkononi, mwanaume hana hata senti pesa una Gundo, kama unavyoona hivyo unamng'ang'ania rafiki yetu, unachakumpa yeye? Naomba binti yangu ulipokee, pamoja na madhaifu yake. Yani, umenipa sasa. Sasa, na kuangalia sana, unamtumbulia sana mme wangu macho ya hapana. Kuzungumza na kizuanda wangu, hebu zungumza naye kwa upendo, sio unamfokea fokea kwa vitu vidogo vidogo

Ya, nikulishe, nikuvishe, nikutafutie hela, nahangaika huko nasurubika, lakini bado dishi lako alifanyi kazi. Mungu, ah, akikupa kilema anakupa na mwendo siku zote hatamwanya na wafanani na pengo, zile hadithi za wahenga nilohadithiwa kwamba mapenzi yanaua ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hizia. Ndio dereva wa moyo, hamuna mwingine. Nimependa ninapope kumbe mapenzi ni matamu na msemi, nimependa ninapopendwa. Kumbe mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika na mi na mimi, mvuvi mvuvi.